Unaishia hapo tu kwenye geti, unarudi zako ndani. Sikia sasa, na imani, mazingira ya nyumba unayajua yote mpaka chumbani. Sasa naomba kistuke kitu chochote na kisingie kitu chochote. Alafu hii gari, hii gari na iacha ila pia nahitaji uioshe, maana tunaona jinsi ilivyokuwa chafu. Ehe, nahitaji uioshe, ila asiguse tena mtu mwingine yoyote. Unamchanganya sasa mimi sio. Sema asiguse mtu, mimi nitaioshaje kwa butu? Sisi sasa kwamba nitaoshe lazima ishikwe shikwe, pigwe mapovu kidogo, afu nikae kwa mbali niangalie hivi, njioni, lazima niishike sasa. Umeona ile geti hapa, unafungua Bosi, unamchora dude. Uh, uh. Limefunguka, unafungaje? unagusa hapa hapa. tena ukigusa tena. Okay, tena bosi unamchora nijaribu, bosi uh. Uh, wakati wa kutoka mimi hapa ndani ndo utafungua na kufunga, nikishike nikizoe. Sasa, kwa hiyo sasa, ngoja, kwa hiyo si hii nikibonyeza, mpaka uone kubonyeza wewe au nikimbonyezea mtu? Yote humo ndani nimekwambia, siingie mtu mwingine, yote ni amini. Lakini, lakini, lakini, nataka tu kujua kwamba pale anapita anapita so, ila mimi na wewe tupite hapo basi. Limeisha, boss. Okay, acha mazungumzo mengi, mimi acha niwahi, kwa sababu kuna gari hapo imenifuata, itabidi ni usilangu hilo

Yaani ilikuwa ni ghafla bin bu. Sasa sijui nilifanyia nini hapa sasa, hata niko kwenye mchakato wa kuwaza na alifanyia nini. Akanipa masharti sijui, na msiguse sijui kisitoke kitu na. Hapa ah, si mmoja hapa, ni bata hapa, ni nini hapa, ni mafujo. <laughs> kule nyuma kule sijui ndio kuna madogi. Mimi mjinga kwani mpaka niende kule mimi, na dili na pigi na dili na vitu vya maana tu. Mwanangu yuko wapi? We maswa mnyabi, nimelokota nyumba, lokesheni ndo nini, nasema ina sound good. Njoo kwa mwarabu yule, mwarabu mpembo, anamwitaga mwarabu mpembo, anasemaga nimefanana naye yule. Sikajichanganya, kanipa kazi, wewe njoo, nitakupa maelekezo, njoo <laughs> mwangu mnyabi, mtu ntakta kwenye banka lo. Ukichelewa, na maliza we funga huku, ndo bosi mnyabi, nakuambia. Kwanza namchelewesha, simfungulii, we mnyabi, aone nami mshamba kaa. Yeye anafungua anafungua hii geti bwana, ingia ndani. Hey, hey. bwana tulia my darling, nguteme madini hapa, lazima nimsumbue kidogo mnyabi. Wanalindaga wanalinga, kumbe ndo wanakuaga. Hapana, jisikii mimi nitaondoka ujue. Tulia wewe, ha ha, choma ndani wewe, nakwambia choma ndani, toka mnyabi ha? Ha? unashangaa tu hiyo Niambie unijifunga leje, niambie unionyesha hivi, umejifunga na kujifunga mfuko sana na kufunga, nione bwana ni watu wa shamba shamba unachanganya ile, angalia huko nyuma, angalia huko niko na gari yani wale wanaliita ndinga. Unataka kusema nini? Enda kupiga mateke wewe. Kwani mimi siwezi tu mkamiliki hizi mali mpaka niwe na mabwana kwa mdomo? Kwanza kule nyuma kuna mabanda ya mbwa. Kuna kaburi la mbwa. Si unajua mwake kafiwa naaautaki kut mwendo wa ah, kinyabi ah, kabisa tajiri. Hasa nikuite tajiri nani? Tajiri mabasi tajiri mabasi. Mabasi. Yeah. Kula hivi kula, kuna paki ya so, magari ya watoto wangu ya kwenda shule. Mungu wangu mtoto, umepata lini? Sio magari ya msio wako, acha magari ya bosi. Toka hapa ah, nyabi, ah, nyabi umeyapatia cheki. Cheki unavodunda mtoto. Tukiapatiaga, unajua sisi tunapitaga wakina Rukuga. Rukuga. Eh, alafu tunakuaga na kina nyinyi, mnajijua twende ndani. Sisi hapa si ndo kama wakina Rukuga. Wewe choma ndani kwa Rukuga. Kwa hapo anavua viatu Mnyabi. Vua roho chafu. Ah! Choma ndani. Fungulie mlango. Mnyabi.

Wewe nakwambia, njo njo najisikilizia. Ah, sasa ungekuja mapema. Mnyabi, hapa sijokofu hii. Ndio inaitwa friji kwa Kiingereza. We. Hiyo ni ondoa joto na mavuguvugu yote ya mjini hapa. Mnyabi, mimi usiseme hiyo. Hata baba yako anaweza kimkuta huko usipokoa makini. Usa kila kitu mnyabi. Amani. Ah. Mama yangu mwanamke pazuri sana mnyabi. Angalia alishaanza tamaa.

Mnyabi Musa hata nshike hili. Nakwambia shika kila kitu. Kufungua je? Fungua mnyabi. Mnyabi Mungu kuna vitu mbwa. Hilo nalijua mnyabi. Mnyabi, hey, nafungua. Fungu. I'm opening. Wewe ndo wewe ndo mgeni, wewe mshamba, wewe ndo mgeni wa hivyo vitu. Wewe mnyabi mnyabi kumbe Mungu kuna vyakula ya kila aina na kwambia. Ah. Mnyabi chukua hata ndizi. Mnyabi jichukue hata wewe, mnyabi. Uko umekosa roho tu. Lazizi. Umenkalia nyonga, unajua we ndo mtima nyongo bana. Mimi sasa hivi nimejipata, yaani ukiniona mimi unaona ninachawa nyuma. Yaani mimi hapo mimi nimekuwa na hela, nimekuwa ni bosi pia. Yule mwarabu mpemba yule, si unamjua sasa? kwenye nyumba yake we njoo, mimi ndo nimenunua Niko na mnyabi hapa. Sasa. Unajua ni nani? Na nani? Si nani Samira. Ni nani yule anaitubu? Samira. Huyo huyo alikuwa na dini mbili kichwa kikubwa. Si ndio huyo hapa hapa anajisha huyo. Ana kitoki sasa. Eh, hapo na dini mbili. Sasa ndio huyo anakuja naye mtoto mjengoni. Sasa hivi si nini bwana. Wewe wewe, unasikia huko na mtu anagonga mlango kwa nguvu sikiza? Hivi unajua kwanza wewe ina kwa ajili. Nyamsema hivyo. Ndio nishasema. Mimi ngo mfanya kazi wako. Yaani wewe ni hospitali. Na unaita

Chakubonyezo najua. Chakubonyezo ni kipi sasa mnyabi? Na sasa wa wapi mshenzi? Sasa unakusachia hakuna bwana cha kijani bwana. Hivyo vingine sijaambiwa na bosi mja nini. Wow. Sasa hivi tutaunguza nyumba na hatutaamini. Ngoja nikafungue. Mnyabi. Hebu mtembea kwanza kibosi, tulia mkoonyeshe. Twende kazi. Ah ah. Tembea kama mnyabi. Ah ah. Hapa hapa ah -ah. Mnyabi inatumia nusu saa kufika kwenye kochi na stress gani? Ah ah. Nyumba nimeachiwa. Kipala kaondoka, akija nishauze. Nyumba hapo tu, hauna hela nazo, mpumbavu. Si bwana ungetutesa. Nakwambia subiri sasa, usije akamimina. Kama sijakuja nakumiminia tu hapo. Sasa subiri, mimi subiri bwana, subiri, usije kanimalizia kwanza. Nitakuwa sifungui kama ndio hivyo. Wewe subiri sasa, unafunguliwa asiku anaambia kivi apa si chambuu sicheupe. Subiri, usinongelesha hivyo kama kwako, hilo limepunguka tena? Subiri kwanza, mbona una haraka hivyo? We nani? Kwa nini kuja kwa nyumba za watu sasa hivi, hata anafanya mambo yao? Nakuja kufanya nini huku? Nani niulize wewe hapo? We, umefuata nini? <sighs> Hebu mchekini wewe sasa nani jamani? Wewe kuja kwa nyumba yako unauliza mtu mwenye nyumba yake tu, wewe nani? Wewe nani? Who are you? Eh, hey, hey, msikia. Mnyabi uko wapi? Mnyabi. Ona mtoje hapo mnyabi. Ona mjua mnyabi mpaka umuite kwa mnyabi. Mnyabi anaitwa na mimi tu hapa, unaweza kumuita mnyabi. Wewe nani bwana usalama, muone sisi nani unakuja hapa kaga sheki mmoja hataka nini? Wewe kijana. Hebu mjiepushe na matatizo asiyokuhusu. Niacha. Karibu. Ngoone kama utaingia, hey, mtaani.

wewe kwa nini ujekunifungulia mlango? Mimi kujirudiaga, kujirudiaga maneno. Sipendi. Mnyabi ni kutuma nini? Mnyabi umenituma kanifungulie mlango. Mnyabi mbona boss wangu analalamika? Mnyabi nimemfungulia mlango si ndio huyu hapa amekuja. hujaingia ndani mawazo ya nini? alafu umerudi sasa hivi. Wewe, jua mimi boss wako, unajua? ambacho hujajua bosi, kwamba mimi najua wewe bosi wangu. Alafu sasa wewe hujajua kwamba mimi ni mfanyakazi wangu, alafu mimi ndo bosi wake. Sijamfanya kitu, bwana ana hasira zake tu. Ona hivyo, ina maana mimi nikiondoka ndani, mnageuza kuwa bao na hapo ndo mwanzo.

Abu, sina chooni? Umeweka kwa vitu vyote tulivyokuwa nafanya chooni, nini ilikuwa napanda jua ile ile ya kukaa hivi, ile ile ile, wewe umeona kila kitu. Ukiuliza unajibu chooni umeweka. Asante, hapana sijaweka. Asante, sasa sasa sasa, muona au mimi hujaacha muweka, kuto umeacha kuweka sehemu muhimu. Haya, mtu akipata matatizo chooni, kuna wale mashetani wa chooni wanaingiaga kule, wanaangusha angusha watu watu, wanakuangua unawajua, si ndio? Anaitaga wangu bosi, kwa nini

Ina maana nyumba yako unaigeuza kuwa danguro? Huyu mmoja tu mnyabi si tunataka kuletea watatu wanne. Mimi nipate watatu. Mnyabi apate wawili. Mimi Samira. Sijataka kujua jina lako. Samia, ndoka, mbose, kashia, ndoka, na ondoka. Bosi kashakwambia uondoke. Nimeshaagiza na bosi wangu na mba aondoke. Utakii maelezo, takupigia mzee wangu. Haina shida, sogea huko, ni mfate. Mbona ueleweki bosi? Nitoke ni mfate. Sikiza nikakosa koti Samia sasa hivi wewe na yule mna akili sawa sawa kweliadsaaaiirafkiyangu sanaitn ta mnyabi, ina maana we mnyabi na ule mnyabi ndio sasa okay. Mimi nataka nikupatie kazi Bwana Mnyabi, umeniachia huku Mnyabi, we Mnyabi mapepe kanaambia kunifanya nini sasa? <laughs> nataka nikupe kazi. Umeona mazingira hapa ndani yote, nataka usimamie wewe, yani Mnyabi mfukuzishe kazi. Awe una akili kumbe wewe una akili. Mimi siwezi kuwa mfanyakazi wako bwana. Sikiliza, mimi hapa bosi wangu mnyamevamo nisaa ameondoka, wale wale wananipa mshahara ujue. Wewe wewe unajua mkataba wangu unasemaje? Sasa katika mkataba wako mimi nitakulipa mara mbili. Uwezi wala usama <laughs> <laughs> uwezi bwana. Sikiliza, bosi wangu yako kwanza ananipa mshahara mzuri mwisho wa mwezi na marupurupu unza kunakatiyo mpaka insurance. Wewe unaweza niache bwana, toka hapa unanifahamu jifanya fanya mimi nifahamu. Afu sikiliza, nishajua tabia yako, nimwambia rafiki yangu aje chumbani kwako. Tumeshakushtukia, tumesha kushtukia, toka hapa. Namtishatisha nani? Bogozo binadamu bwana, waga yaani? Nakosea achana hasira, achana hasira, hasira hizi hazi make sense hata kidogo. Hauna buku mbili hapo wewe, unasema unalipwa mshahara na marupurupu. Wewe acha na sasa, mnyami kule ana hela bwana, afisi hapa na mimi tuna nini? Tukapande udadala huko afu na kwa hiyo sasa, mtu ungi bwana, buku mbili. Acha mambo bua yako bwana, wewe fata wezio, ondoka ndani ya nyumba yangu basi, hata 20 Agosti. Unanisikia nachokwambia au unaongea lugha gani? Mimi tuna demu juu, ondoka Aye. Acha zo yeah. Basi una hasira za karibu, ujue mwili umenenepa zote hizo hasira, vinakwambia bosi ndo na yeye basi yenu kikana nawao, wiki mbili tuache, unapleka mwimbili na ujulikane hata shida gani unayoumwa.